Tupo hapa Mungoni kwenye chanja tuliopatiwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi, kupitia mradi wa Ifadi. Tunashukuru sana serikali kwa sababu imetuwezesha hizi, kutupatia hizi chanja kwa lengo la mwani kuweza kuandika juu, na tunavutwa baharini tukauleta hapa, tuna tunauanika hapa ni siku mbili tu. Jua kama hili, ni siku mbili tu, mwani umekauka, ume na unakuwa mwani mzuri na msafi. Na hatua baada ya kutoka baharini, tulipofika hapa, tunauanika kama hivi, na tunatoa takataka za baharini, kwa sababu unajua bahari inakuwa ina taka nyingi sana kwa hiyo tunafika hapa, tunatoa majani, vitu visotakiwa katika mwani, na hatimaye tunauacha huu mwani hapa unakauka. Ndani ya siku mbili unakauka vizuri, na mwani tukiuza unakuwa msafi. Na kama sisi tunajua, wakulima hai, tunauza mwani maalum kwa sababu ya chakula. Kuna mwani ambao unaanikwa chini, serikali inapinga vikali sana. Tunashukuru sana serikali kupitia mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Sisi wakulima mwani tunasema mitano tena, kwa sababu matunda tunayaona. Tuna boti nyingi ambazo tumepatiwa, kuna vifaa vingi tumepatiwa, tumepatiwa hizi chanja. Nategemea miaka mitano mingine tutakuwa mingi zaidi. Kwa hiyo tunashajiisha watu waanike mwani kwenye chanja. Ukianika mwani hizi kwenye chanja, wako mzuri, mwani wako unaupata mzuri, na inakuwa rahisi kutoa takataka na kufanya mwani huwa ni mzuri kwa sauce. Mwani sasa hivi unatumika kama ni chakula na wananchi wengi wanautumia. Kwa hiyo si sahihi kuchukua tu mwani kwa sehemu ambazo si salama. Hakikisha unapata mwani bora si bora mwani tu, mwani bora ni mwani unaoanikwa kwenye chanja, unakuwa ni safi, salama na mzuri sana kwa matumizi ya chakula.